Leo tumekuwa na tukio la kukabidhi magari haya kwa wenzetu wa zimamoto magari manne, lakini vile vile tuna magari manane ambayo tunategemea tuyapate katika kipindi hiki cha muda mfupi, hivyo kufanya magari ya zimamoto kwa mkoa wetu wa Tanga yaendelee kuwa mengi zaidi. Sasa hivi tulikuwa tuna magari uh, ma, mawili, lakini bandari pia wana gari matatu lakini uwanja wa ndege pia magari lingine manne kuchanganya na haya yanakuwa manane na hayo manane yanakuja, tutakuwa na magari kumi na sita zima moto katika jiji tu la jiji letu la Tanga, na ambapo hiyo itasaidia sana matukio ya moto, lakini vilevile vile itasaidia katika uokozi. Na kama mmeona magari haya ni vyopo, ya kisasa sana, vifaa vilivyopo ni maokozi ya aina yoyote ni waombe sana tuendelee kuwa na tahadhari ya mioto, uchomaji wa moto sasa hivi katika kusafisha mashamba tuache. Kuna watu ambao wanachoma moto, hasa katika maeneo ya mijini, badala ya kufyeka. Wanachukua tenda za wenzetu wa Tandrod Tarura, badala ya kufyeka wanachoma nyasi. Sasa bahati mbaya, nyingine zinagusa nguzo za umeme, nyingine zinakwenda kwenye mashamba na kuleta hasara kubwa sana. Tunaendelea kuwasisitiza halmashauri zetu, wakuu wa wilaya wasimamie na kuwaweka katika na kuwachukulia hatua wale wote wanafanya shughuli hizo za utomaji wa moto bila kuchukua tahadhari. Lakini niendelee kuwaomba sana wenzetu wa zimamoto. Mwendelee kutunza magari haya, tusije tukaona maanake ya magari yanakwenda bila kizuizi. Sasa msije mkawapa watu ambao hawana, sio waaminifu, wakatumia sasa kubeba vitu ambavyo vinakatazwa kwa sababu ni magari ambayo yanapita katika maeneo ya hatari na yakiwa na kimulimuli tunayapisha. Mimi sina shaka na wenzetu, utendaji wa wenzetu hapa Tanga. Kamanda huyu toka ameanza amekuwa na usimamizi mzuri sana, ni mtu ambaye yuko field mwenyewe. Nimemwona wakati mamji ya moto umewaka, mwenyewe alibadilisha nguo, yuko katika kuzima moto na vijana wake. Kwa hivyo nawashukuru sana, lakini tuna vijana karibu 100 wapo hapa Tanga ambao ni volunteers wa fire na ajira zikitoka hao volunteers ndio tunaanza nao kwenye ajira. Tuliwaajiri kipinda kilichopita, na katika muda mfupi nadhani kabla hata ya Disemba, tutakuwa na ajira nyingine zimamoto. Kama itachelewa, basi Januari tutawachukua volunteers wetu ambao wameendelea kujitolea kwenye swala hili. Kuna changamoto yoyote, basi unapiga moja moja, moja moja nne. Kumetokea changamoto yoyote ya moto, piga moja moja nne, na tena tuhakikishe tunajitokeza kwenda kupiga kura tarehe 29 asubuhi mapema kabisa, kuwahamasisha na vijana wetu, ndugu zetu, wale wagonjwa ambao wanahitaji kwenda kupiga kura, basi watoe taarifa ili wapate usafiri, wafikishwe katika vituo vya kupiga kura waweze kupiga kura na kuhakikisha kwamba tunapata viongozi bora kwa maslahi ya maendeleo na ya nchi yetu na Tanga kwa ujumla. Upatikanaji wa magari haya ni dhahiri shairi kwamba Tanga sasa itakuwa salama na mpaka ambapo atapatikana hayo magari mengine awamu zijazo, maanake kila wilaya itaenda kuwa na gari la kuzima moto na la kuokoa. Lakini kwa sasa magari hayo yamefika, tunayo hapa mkoani atatusaidia, tunayo ambulance kwa ajili ya kusaidia kwenye ajali, kwa maana ya majeruhi kuwapa huduma ya kwanza na kuwakimbiza hospitalini, lakini tunayo rescue tender ambayo ni maalum kwa ajili ya maokozi na pia tunayo command car ambayo inatumiwa na kamanda wakati wa operation za kizimamoto au na kuokoa. farijika sana tumefurahi sana kupata vifaa hivi vya zimamoto, alhamdulillah rabbil alamin. Tulikuwa hatuna hivyo, lakini sasa tunavyo. Tunamshukuru sana Mama Samia kutuletea ni magari ya zimamoto. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, kitunze kidumu. Kwa hiyo sisi tutakitunza na tutadumu pamoja na hawa wafanyakazi wa wa fire brigade. Magari haya nadhani yataweza kutusaidia katika kipindi hichi, na ni kweli sasa inaonekana mama kwamba ametufikisha mahali ambapo ni pazuri na yanaweza yakaleta tija zaidi, kwa sababu upungufu huu ulikuwa unaleta mali za watu kuangamia. Kufanyaje? kwa sababu ulikuwa vyombo utekelezaji wa jeshi ulikuwa uko dhaifu kidogo, kwa sababu ya vyombo hivi, lakini kwa kufanya hivi leo inaonyesha kwamba mama au serikali hii iliyopo madarakani ya mama Samia pamoja na mkuu wa mkoa wetu huyu, kwa kufanya kitendo hichi leo, tuseme sisi Wanatanga ametuvisha nguo, kwa sababu hasara na gharama zilikuwa zinapatikana kwa maafa mbalimbali mbali, ambayo jeshi letu la zimamoto lilikuwa liyaweze lia, kuyasevu kwa muda na kwa wakati. Sasa nadhani yataenda sawa na yataweza kuseviwa kwa asilimia mia moja kwa muda unaofaa.